Tuelekee sasa kaunti namba 29 ambapo vijana zaidi ya 1000 kutoka kaunti ya Nandi wamehamasishwa kuhusu madhara ya matumizi ya pombe na dawa za kulevya katika kampeni ya mwezi mzima inayoongozwa na Mamlaka ya Kudhibiti Matumizi ya Dawa za Kulevya na NACADA. Kampeni hiyo imekuwa ikitekelezwa katika maeneo tofauti yakiwemo Kaptel, Kabiyet, Kobujoi na Nandi Hills ikiangazia changamoto zinazokabili vijana na kuongeza kuelewa kwao kuhusu athari za uraibu wa mihadarati. Tumehudhuria kikao hiki maalum ya vijana ili kuwahamasisha kuhusu athari mbaya zinazotokana na matumizi ya pombe na dawa za kulevya, hususan msimu huu wa sherehe mbalimbali, ikiwemo sherehe za kufunga pingu za maisha, sherehe za kulipa mahari, sherehe za jandoni, sherehe za krismasi na mwaka mpya na likizo ndefu ya shule. Most of the ladies are engaging in drug and substance abuse, which in turn gets them in wrong directions. They make wrong decisions and we are advocating that as ladies we can at least get out of that drug and substance abuse. We avoid peer pressure and at least we make the good decisions that will Tunashukuru siku ya leo ni kwa sababu ya eh, kamati ama eh, usimamizi wa ah, nakada ambao umejumuika pamoja na vijana na kuweza kutuelezea eh, eh, kuhusu eh, kuepukana na mambo ya madawa za kulevya. Tuelekee kaunti namba 26.